Mwanadamu kumaliza tabia zake zote, ikiwa unaishi naye baada ya miaka minane mpaka ishirini kwa mwanamke. Ah, Shekhe Yusuf ananiongezea, kumbe mwanamume ndio minane mwanamke mpaka miaka ishirini. Bado kila siku anakupa moja tu, kesho anakupa nyingine, kesho kutwa anakupa nyingine. Umenifahamu mwanangu? na moja katika tabia ya general ya wanawake wote, kila mmoja na zake, lakini wanawake wote wote wana tabia ya uharaka mm. Yani ndani ya sekunde moja, yeye Mwenyezi Mungu amempa uwezo wa kufanya mambo yote wakati huo huo, ana kuimba, wakati huo anafua, wakati huo anapika, wakati huo anakutukana, wakati huo anaosha mtoto, wakati huo huo, wanawake wote kwa hiyo siku akiamka na tabia yake hii, atakwambia, atakuomba hela ya dera, kabla hujampa atakuomba hela ya chumvi, kabla hujampa atakwambia vipi watoto shule, usije ukapa utaniua. Aa, fanya unachokiweza.